Kwa majina naitwa Dr. Goodluck Lema ni daktari bingwa mbobevu katika idara ya mifupa hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila. Tunatoa taarifa ya uwepo wa kambi ya upasuaji wa nyonga bandia na magoti bandia kwa wale wenye maumivu ya magoti, wenye changamoto za nyonga na ambao wamepata matibabu katika sehemu tofauti tofauti lakini ukawa hakuna nafuu ya maumivu. Kambi hii inahusisha madaktari kutoka Queen Elizabeth Uingereza wakiongozwa na Profesa Mamoun Gadir wakishirikiana na madaktari bingwa bobevu wa idara ya mifupa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila ambapo kambi hii itafanyika mnamo tarehe moja mpaka tarehe tano Desemba. Muda wa siku tano, kambi hii itahusisha pia wagonjwa ambao hapo awali walifanyiwa operesheni za kubadilisha nyonga na magoti, ambao walipata changamoto ya mifupa tena kusagika au ya magonjwa yakasababisha vile vichwa vifaa vilivyowekwa vi, vi, vi, vi, vi vi, kulegea au wakapata mvunjiko ambao unahitaji marudio ya operesheni ya kubadilisha nyonga na magoti. Utaalamu huu upo katika Hospitali ya Taifa ya Mloganzila na utakuwa ukiongozwa na jopo la madaktari kutoka Uingereza. Kama nilivyosema, kwa wale wote ambao wana changamoto hii wasisite kuja kupata huduma hii ambayo itafanyika hapa nchini kwetu, na ambayo ni huduma watu wengi hapo awali walikuwa wanaenda kuifuata nje kutokana na ukosefu wa vifaa hivi, lakini hospitali kwa kushirikiana na serikali iliweza kupata vifaa hivi vya kuweza kufanya operesheni za, za marejeo ya nyonga na magoti na katika kambi hii operesheni hizi zitafanyika pamoja na zile operesheni za wale ambao wanafanyiwa kwa mara ya kwanza, ambapo wana uhitaji kutokana na magoti kusagika na kutokana na nyonga kusagika na wenye maumivu makali, wasisite kuja kupata huduma hii na katika hii kambi maalum, ambapo wataweza kuhudumiwa katika hizo siku tano mnamo mwezi wa Desemba.